So, kwa wale watu ambao ni wanabiashara wangependa jinsi ya kutengeneza posters, banners, flyers kutumia AI. So unaweza tumia AI kutengeneza posters zako, banners kwa biashara yako ili uweze kuzitumia kwa social media kama Facebook, Instagram, X na Twitter na TikTok pia. So hizi zitakusaidia sana. So tutatumia hii nguo kwa simu, tunauza hii nguo So tutaenda kwa AI, nita kuintroduce kwa AI ya kwanza ambayo inaitwa Leonardo AI. So Leonardo AI inatengeneza videos, inatengeneza vitu tofauti, na video ya leo nita, video ya sahi nitafanya Leonardo mara mbili. So tutaanza na hii Leonardo. So nitaenda kwa chat GPT kutengeneza kitu ambayo inaitwa kit prompt. So prompt yangu ni make a, make me a social media poster prompt, hiyo ndio nimeandika to design in Leonardo AI of this dress of this dress, okay. Na kuna vitu ambazo nimeandika hapo, so kuna options. So nitakuja hapa ni copy this. ime chat GPT imenitengenezea prompt ya Leonardo, nikuje niende kwa Leonardo kisha ni paste pale kwa Leonardo, ndio hii. Alafu nikuje pale nichukue ile image, select pale kwa image nichukue ile image address yetu, ndio hii confirm, then ndio hii alafu nita generate. Ukiclick generate, itaanza ku generate hiyo poster. So ukiwa pale kwa biashara, unaweza tumia Leonardo kutengeneza posters ambazo utaweka kwa social media, either ni poster ya viatu na hizo vitu zingine na pa. tumepata Belinda Dress House. Welcome to Belinda Dress House where clients get their brands. Alafu naweka kwa social media yako, just easy as that squeezy. Hii kitu um, imefanya vitu ni rahisi sana. So that is how you use AI. My next video bado ni ya Leonardo. I want to show you something.